Katika kesi hiyo aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama chetu upande wa Zanzibar kwa miaka takribani kumi na tano, ndugu Saidi Isa Mohamed pamoja na wajumbe wa bodi ya wadhamini wa chama wa sasa, ndugu Ahmed Rashid Hamis na Mama Maulida ana Kom, ambaye ni mmoja wa waasisi wa chama, kwa pamoja wameshtaki wa chama wakilalamikia mgao wa rasilimali kutowapendelea Zanzibar na hivyo wameiomba mahakama, pamoja na mambo mengine, wakiwa wanasubiri shauri la msingi kusikilizwa, CHADEMA isimamishwe kufanya shughuli za kisiasa na kutumia rasilimali zake. Ndugu Saidi Isa Mohamed amekuwa kwenye nafasi ya makamu mwenyekiti Zanzibar kwa kipindi cha miaka 15 na katika kipindi chake cha uongozi. Katika kipindi chote cha uongozi wake ameshiriki vikao vyote vya chama ambavyo vilipitisha mgawanyo wa rasilimali za chama kwa nchi nzima na hakuwa hakuwahi kuona shida yoyote, sambamba na mama Maulida Anacom ambaye amekuwa sio tu mjumbe wa bodi ya wadhamini wanaoishtaki chama bali amekuwa mwenyekiti wa bodi ya wadhamini. Ameshiriki na kuongoza vikao vyote vya mgawanyo wa rasilimali za chama katika kipindi chote, hakuwahi kuona tatizo ma, maana kweli halikuwepo tatizo. Maazimio ya mgawanyo wa rasilimali za chama amekuwa akifanya kwenye vikao kwa kulidhiwa na wajumbe wa kikao kwa wingi wao. Kama chama, tunaona jambo hili linakuja kipindi hiki sio kwa bahati mbaya, bali ni hila ya kudhoofisha msimamo wa chama wa no reforms, no election, ambao unabeba hitaji la nchi na wananchi kwa kipindi hiki. Kesi hii ina msukumo nyuma yake wa watu wenye nia off, Mama Maulida Maulida anacom siku ya kikao cha bodi ya wadhamini tarehe 15 Mei mwaka 2025 aliwataja watu watatu waliokwenda nyumbani kwake kumshawishi afungue shauri hili la madai ya mgawanyo wa rasilimali kwa Zanzibar, na kesho yake tarehe 16, mbele ya kaimu naibu katibu mkuu Bara, mheshimiwa Amani Gorugwa na wakili Edison kiratu aliwataja tena watu hao watatu ambao